mu re ga o ri ndiri mwarimu wa gikuyu no ne nju kanini na kanini na kanini ri cinyitanagi ra ku u cinyitanagi ra hahajikarite nyuma mu gunda na mu gunda wakwari ni ngu mu tumira ni mukuona ni murona nyanya cii haria iria haria a nyanya cii kuria mundu rahota gutheria kona nyumaho